Naendelea kumwelekeza mkurugenzi kama ambavyo tulitenga bajeti nyuma, tumelipa nyumba tatu. Sasa tukazilipe zile nyumba nane kwa haraka, ili ujenzi uanze hapa mara moja. Mkurugenzi wetu, nataka niendelee kupokea taarifa za hapa maendeleo ambayo mmeendelea kuyaweka hapa. Hatutaki yale ma e, taarifa nyingi maandiko mengi, hapana. Kauli ile ya Mheshimiwa wa Rais Dr Samia Suluhu Hassan anataka aache tabasamu kwa Watanzania. Tabasamu litabaki kwa kutoa huduma bora kwa wakati tabasamu litabaki kwa kupata matokeo kwa wakati. Mheshimiwa Rais ametuasa sana katika spichi nyingi, anataka matokeo, na matokeo yanaanza sasa. Tulianza kwa kutenga zile fedha milioni 240, tukalipa nyumba tatu. Twende kwa spidi hiyo hiyo. Tusichelewe tena, ili ikaja kuonekana tunapoteza muda. Hapana, tunahitaji matokeo. Iko jamii kubwa inatusubiri, iko jamii kubwa inategemea, iko jamii kubwa inatusikiliza. Tusipofanya kazi, jamii hii tutaipoteza, na hawatutufikishia shida zao. Ukiona jamii haileti kero kwako, hiyo ndio siku ambayo haithamini uongozi wako, na sisi hatutaki kuwa viongozi wa namna hiyo. Tumeshaondoa lile neno business as usual, tunakwenda kwenye business unusual. Kwa kazi nzuri ambayo tumeona Michikichini, naomba na hapa sasa iendelee na bila kuchelewa, ziko zile ambazo mtatenga mapato ya ndani, lakini ziko ambazo na sisi kama serikali kuu tutaona namna gani pa kuwashika mkono ili kuwahisha ujenzi wa kituo chetu cha afya hapa. Ni lazima maeneo ambayo yana changamoto eh, serikali ifike na kutatua changamoto hizo. Mheshimiwa naibu waziri, eneo hili linahitaji kufanyiwa expansion, kwa maana ya kuongezwa, ili kituo cha afya kijengwe. Na kwa msingi huo Mheshimiwa naibu waziri, ziko nyumba nane ambazo tayari ziko kwenye mpango wa kulipwa fidia na tunatekeleza. Kwa mwaka wa fedha huu tunaoendelea nao, tulitenga kiasi cha shilingi bilioni tatu. Kwa mwaka wa fedha ambao tunaandaa, tunatenga kiasi cha shilingi bilioni tatu na zaidi kwa ajili ya compensation. Tutakwenda kufanya fidia, lakini pia tutakwenda kujenga kituo cha afya kama kile ambacho tulisema kule kwamba modo yetu sisi sasa ni ujenzi wa gorofa kwa hiyo ni kuhakikishie Mheshimiwa naibu waziri kwamba wajibu wetu sisi ni kuhudumia wananchi. Kilio cha wananchi mmekisikia, na sisi tumekisikia, amekisema Mheshimiwa mbunge, na sisi tunakwenda kutekeleza ipasavyo, katika haya mapato ya ndani yaende kuriflekti huduma za jamii ambayo ile jamii ipo katika wilaya yetu ya Ilala. Unakuta kata moja ina watu laki moja, laki moja na ishirini elfu sabini, elfu themanini, elfu tisini Ukienda kujenga kituo cha afya Mheshimiwa naibu waziri, cha kidogo theni, unamaliza tu kujenga kituo kimeshaja. Hiyo ndo maana halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam ikaja na dhamira ya kujenga vituo vikubwa, itoshe tu hiyo. Hapa eneo hili ni eneo la kibiashara, ziko taasisi nyingi, wako wafanyabiashara, yako masoko zaidi ya masoko matatu yanazunguka hili eneo lakini, wako wakazi wa Mchikichini. Lakini dhamira ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha eneo hili la Mchikichini kwenda kujenga magorofa. Maana yake tulikuwa tunaangalia mbele, wako wakazi watakao kuwa wanaishi kwenye magorofa maeneo haya. Zaidi ya bilioni saba zimeletwa Mchikichini katika hali hii ya kujenga kituo kikubwa hiki cha afya ambacho kitaenda kuwasaidia wana Mchikichini, lakini wananchi wote wa Ilala na Tanzania nzima ambao watatembelea na wakipata ma, maswala maswahibu ya, ya ugonjwa na kitu chochote, watahudumiwa na kituo hichi kikubwa. Nadhani kituo hichi, baada ya kukagua, umejionea kazi kubwa na nzuri ambayo imefanya, lakini tunamshukuru Dr. Samia kwa sababu ya fedha alizozitanguliza, lakini almashauri ya jiji la Dar es Salaam ilivyoweza kuona ipo haja ya kuongeza zaidi ya bilioni sita kwenda mbele ni kazi kubwa ambayo itakwenda kuwasaidia wananchi wetu wa Ilala na wananchi wote ambao wamezunguka katika ikata hii ya Chikichiri. Mimi nacho kiomba kwa wananchi wote waendelee kuwa na imani na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na rais wetu kipenzi inafanya kazi kubwa sana, na haya ndio matokeo tumemwona. Mheshimiwa rais amezungumzia masuala ya bima kwa afya kwa wote sasa tunapokuwa na bima uh, afya kwa wote lazima tuwe na hivi, nyenzo ambazo zinaweza kutekeleza kuwepo kwa hizo bima. Tunaomba hiki kituo furniture zijae kwa wakati, sisi tunataka huduma, na naamini mheshimiwa rais ameweka hela nyingi sana hapa. Ishu ya furniture kwake ni jambo dogo, ondoka na ishu ya furniture. Tunataka hapa ndani huduma ziendelee.